Waligani, ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Novemba kumi na tatu siku ya Alhamisi, tutaangazia habari kubwa zopea kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tutaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa zopea kipaumbele, linaanza na habari inayosema matarajio ya wananchi kwa Rais Samia Suluhu Hassan. E, matarajio ya wananchi kwa Rais Samia Suluhu Hassan, lakini kuna habari inayosema mrundikano wa wanafunzi mtakuja washtua. E, mrundikano wa wanafunzi mtakuja wa washtua. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wananchi lakini habari kubwa kabisa ni matarajio ya wananchi eh, tu, kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa pamoja na bunge na baraza la mawaziri. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la kule Nipashe lenye kwa asubuhi ya leo, linaanza na habari na usema, eh, nimonia yazidi kuwa tishio kwa uhai wa watoto na wazee. Lakini mshtakiwa niliteswa kituo cha polisi huku nikimwagiwa eh, nimeshtakiwa. Lakini kuna habari bado inayosema KKKT yaliyojiri vurugu za Oktoba. Lakini COP 30, mbegu himilivu kuteka mjadala wa kilimo, waziri mkuu mpya katika hesabu kali. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe, eh, visiwani Zanzibar, nasema waziri mkuu mpya katika hesabu kali jina lake kuwasilishwa bungeni leo, wabunge watoa ya moyoni wakichora taswira wa wanayemtaka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, na hiyo ni habari kubwa kabisa kwa asubuhi ya leo ndani ya gazeti hilo ikiwa e, wananchi wana hamu kubwa ya kutaka kumfahamu waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Lakini tukiachana na gazeti la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la habari leo lenye linaandika habari inayosema E, makala ahimiza viongozi wa dini kuomba amani ukurasa wa nne. Inasema makala ahimiza viongozi wa dini kuomba amani lakini, wabunge wataka waziri mkuu wa kasi. E, wabunge wataka waziri mkuu wa kasi. E, bunge kumpigia kura leo, wadau wanasiasa wampa ushauri. Lakini rais Samia kutoa mwelekeo wa serikali bungeni kesho, na Dkt Mwinyi kutangaza baraza la mawaziri leo lakini, uchumi wazidi kuimarika iyo ni habari kwenye gazeti la habari leo inasema uchumi wazidi kuimarika e, wakoa kwa asilimia sita nukta tatu lakini makusanyo ya vuka lengo, iyo ni habari pia inaendelea ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo. Lakini kuna habari inasema KKT kuliombea taifa kwa siku saba. Habari ukurasa wa tatu. Lakini kesi, e, bado kuna habari inasema 498 wapata ufadhili masomo sekta ya afya, wapata ufadhili masomo sekta ya afya. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tano kwenye gazeti lako la habari leo. Pata nakala yako kwa habari. Ktukiegezea kwa gazeti lako la Zanzibar leo asubuhi ya leo lina habari inasema Dr. Mwinyi kutandika mkeka wa mawaziri leo e, lakini vyombo vya habari kutangaza moja kwa moja. E, mrithi wa majaliwa kujulikana leo. Lakini UNICEF kusaidia ulinzi vyanzo vya maji e, UNICEF kusaidia ulinzi vyanzo vya maji. Lakini habari kimataifa, Macron aionye Israeli kutoka e, kutaka kunyakuwa ukingo wa Magharibi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo lenye habari kubwa inasema serikali yajikita kuboresha mfumo wa utoaji gawio. Eh, serikali eh, yajikita kuboresha mfumo wa utoaji gawio. Lakini rais Samia kutegua kitendawili leo, rais Samia kutegua kitendawili leo, eh, leo watanzania wasubiri jina la waziri mkuu kwa hamu yule, habari ukurasa wa nne. Lakini benki ya TADB yawajengea uwezo wa kulima Ruvuma lakini bunge kumchagua naibu spika leo. Lakini Dr Kileni Rozi Rwakatare kuvalia njuga barabara za Mlimba e, eh, Dr Kileni Rozi Rwakatare kuvalia njuga barabara za Mlimba eh, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo lenye bado lina habari inayosema rais Dr Hussein Mwinyi kutangaza baraza la mawaziri leo. Lakini waziri mkuu wa kumi na mbili gumzo kila kona Rais Dr Samia asubiriwa kutegua kitendawili, lakini wakulima Ruvuma wanufaika na mafunzo ya benki ya TADB. Iyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Rai ya Mzalendo ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako Rai ya Mzalendo ni waziri mkuu wa kumi na mbili, gumzo kila kona. Tuangazie sasa gazeti lako la uhuru linaandika: mrithi wa Kasim Majaliwa hadharani. E, mrithi wa Kasim Majaliwa hadharani. Lakini jinsi ya kuondoa uvimbe katika kizazi bila upasuaji, habari inapatikana kwenye gazeti la Uhuru. Lakini STAMIKO TIRDO kufanya utafiti wa madini, hilo e. STAMIKO TIRDO kufanya utafiti wa madini ni gazeti lako la Uhuru, ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika habari naosema, taifa linasubiri hotuba ya Dr Samia bungeni. Taifa linasubiri hotuba ya Dr Samia bungeni. Lakini atahutubia wabunge wapya Ijumaa Novemba 14, jina la waziri mkuu bado, karata zinachangwa. Lakini Waethiopia 37 washikiliwa kwa kuingia chini bila kibali. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo kwanza. Na tukiachana sasa na gazeti lako la Taifa Tanzania, tuangazie gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Ligi inaandika TADB yawajengea ya wajengea yawajengea uwezo wa kulima eh, TADB ya wajengea uwezo wa kulima wa Ruvuma, lakini serikali ya jikita kuboresha eh, mfumo wa utoaji gawio. Serikali yajikita kuboresha mfumo wa utoaji gawio. Waziri mkuu kuthibitishwa leo jina lake kuwasilishwa kwa spika na mpambe wa rais wa bunge, presha zinapanda na kushuka, kutaka kujua nani mteule. Lakini waziri mkuu ajaye, kukabiliana na kibarua kizito serikalini, ili kuendana na kasi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini kuna habari inayosema mawakili wa serikali walaani vurugu. E, yuna habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la kula wa machinga sauti ya wanyonge ukurasa wa ukura mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam huku gazeti lako la Mwanahabari asubuhi ya, ya leo eh, gazeti bora kabisa linaandika kumekucha Dodoma eh, kuna nini? Ni serikali mpya kutangazwa leo bungeni, jina la waziri mkuu lasubiliwa kwa hamu. Lakini wananchi wafunguka, waziri mkuu ajaye awe mwenye hofu ya Mungu atakayewaunganisha Watanzania pamoja. Lakini Makonda mjengoni hapa kuibeba Arusha, eh, Makonda mjengoni hapa kuibeba Arusha huku 38 washikiliwa kwa kuingia nchini kinyume na sheria. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari ukurasa wa mbele huku gazeti lako la kula uelekeo na lenye ukurasa wa mbele linaandika mawakili walaani vurugu, lakini waziri mkuu kujulikana leo. Wachimbaji Simiyu waonya, waomba umeme eh, na mikopo. Awali wachimbaji wadogo wadogo Simiyu waomba umeme na mikopo, lakini Museveni mabeberu yamechochea vurugu eh, Tanzania. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo, ni kutoka kwa Museveni eh, ni gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele, lakini kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele lenye inaandika mawakili wa serikali walaani vurugu, lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Majira linaandika moshi mweupe bungeni, waziri mkuu kujulikana eh, leo, lakini wabunge waeleza matarajio yao kwake, wataka mchapa kazi atakayesimamia miradi ya serikali lakini serikali yajikita kuboresha mfumo wa utoaji gawio. Ngome ya vijana ACT Wazalendo yatoa tamko kuhusiana na uchaguzi, hiyo ni gazeti lako la majira ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za gazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani, gazeti lako la majira linaanza kukuandika, bodi ya ligi yaipa onyo kali Yanga. E, bodi ya ligi yaipa onyo kali klabu ya Yanga, ni kwa kuvunja ratiba ya mchezo. Lakini Azam yaanza kuiwinda e, asv Maniema e, Azam yaanza kuiwinda e, asv Maniema e, ni kombe la shirikisho. Lakini gazeti lako la uelekeo linaandika, alikamwe Yanga haijapromoka kiwango adai Andambwile, hawadai hata thumni. Lakini pantevu ataka kila mchezaji afunge Simba. Lakini hatimaye bondia swaga arejea nchini eh, ni baada ya kukwama huko jerumani eh. Lakini kimataifa Dani Alves ageukia uchungaji. Hilo ni gazeti la uelekeo kurasa za michezo. Huku gazeti la mwanabari inaandika taifa stazi yaelekea misri kuwavaa kuweti, lakini fonten geti ya ng'ara eh, tuzo za bodi ya ligi. Rayoni yafungiwa kisa kocha Simba, lakini andambwile afunguka sakata la madai Nairajige rasmi kocha mkuu TRA. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwanahabari ukurasa wa mbele huku gazeti lako la Wamachinga linaandika baraza Nation amestahili kuitwa Stars. Lakini kocha Yanga hesabu kali ligi ya mabingwa. Yusufu chipo rasmi kocha wa Mtibwa Sugar. Lakini Kevin John misri kuungana eh, kuunga na Stars. Huyo ni Kevin John kuungana na taifa Stars eh, huko Misri hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la wamachinga kurasa za michezo. Huku gazeti lako eh, gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye michezo linaandika stand united yapigwa faini ya milioni kumi kwa kushindwa kufika kiwanjani kisa nauli eh, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania au ni stand united yapigwa faini ya milioni kumi kis, kisa kushindwa kufika uwanjani kisa nauli. E, lakini majeraha ya Faisal Salomu yazua hofu. Azam Andamwile akanusha kuidai Yanga, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Uhuru e, Nyota Stars mzuka umepanda, TPLB yakiri ya ushindani ligi kuu. Lakini gazeti lako e, la habari leo kuna michezo inaandika bodi ya ligi kuu bara ya fyeka waamuzi, Simba ya winda Petro Taifa Stars ya enda Misri, hiyoni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa michezo. Huku Zanzibar Leo linaandika kipanga yaipoteza uhamiaji e, yuni habari inasema kipanga yaipoteza uhamiaji, huku ZFF ya wakunjulia makucha wa muzi. Lakini Azam kuwafuata isi manyema Novemba 19. Lakini kuna bari inasema sekta michezo kuendelea kuimarishwa. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele lakini tukiangazia gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo lenyewe linaandika Gamondi kama hawa two stars. Lakini Andambwile na Yanga kuna jambo. Kigogo TFF atia neno. Nandi Kamara, eh, ashangaza Simba. Huyu ni Nandi Kamara ashangaza Simba. Bukayo Saka kufanywa kibosile. Hiyo ni habari ya kimataifa kutokea huko, eh, kwa washika bunduki. Ni Bukayo Saka kufanywa, eh, kibosile. lakini Shakila anaezeka na utamu wake. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za mchezo, lakini habari kubwa ni anda mbwile dhidi ya Yanga. Lakini gazeti lako la Nipashe lenyewe linaandika Simba yaongoza mabao ya kichwa, Simba yaongoza mabao ya kichwa. Yanga tutakuwa imara. Kafu ya waondoa hofu mashabiki. Hali mudathiri yatamba kuvuna pointi zote. Hilo ni gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo